Mwambaka, mimi kwanza nishukuru Mheshimiwa, Mweshimiwa Mbunge kwa ziara yako kuja huku. Pia wanasema kwamba hakuna mabaya yakakosa mazuri. Pia nikupongeze kwa jitihada zako kuibadilisha wilaya yetu ya Kyela. Pia ongela, huwa najaribu kipindi fulani kufuatilia sana mambo ya bungeni. Pale bungeni mko wengi sana lakini kuna kipindi siku moja nikakuona umechaguliwa na wenyewe kwamba umo katika zile kamati zinazoundwa kamati ndogo ndogo za pale bungeni. Ulisimama siku moja bungeni na wenyewe ni hatua, kwa sababu mkiwa wengi watu, lakini wakakiona kichwa hiki, ukichagua na wenyewe ni hatua kwa. Katika hayo nakupongeza. Pia niseme kwamba sisi huku kwetu, kwa maisha yetu ya sasa hivi, tuna mazao mengi sana ya biashara, lakini nadhani kwamba Mpunga umejengewa kama historia sasa hivi. Limebakia kama zao la chakula. Lakini tuseme kwamba zao letu kubwa sasa hivi la biashara ni kokoa. Sasa kwenye kokoa nadhani kwamba umesimama bungeni mara nyingi sana, umetetea sana juu ya habari ya zao hili. Na siku moja nilimsikiliza Waziri wa Kilimo Hussein Bashe wakati anaongea, aliongelea sana juu ya habari ya zao la kokoa hasa ukanda wa kwetu huko. Na ikajulikana kabisa kusema kwamba bei yaelekezi mpaka sasa hivi iliyopo huku bei sisi tunajua kwamba kipindi kile kokoa zinanuliwa elfu kumi na tano lakini likaonekana kwamba ni baya. Lakini sina nia mbaya kwamba sasa hivi kwenye kokoa kumejawa uhuni kwa sababu kwenye vituo vyetu, yawezekana mkulima ukatayarisha zao lako vizuri hapa, ukalitoa hapo, ukalipeleka kwenye kituo. Lakini kitu cha ajabu, na uhakika mzigo wangu sikuwa umepitishwa. Lakini siku ya siku ambayo kunataka kwamba zao lile likafanyiwe mnada, mtu yawezekana huko shambani, yawezekana kilomita 15, unapigiwa simu saa saba kwamba zao lako huko bwana, hili lina unyevu, lakini kwenye kituo liisha ruhusiwa, inatakiwa utoke kule shamba. Ni kitu ambacho kiwezekani na sitajua katika wenyevu wangu, nakuja kujulishwa yawezekana katika kilo themanini nakwambia zimepungua kilo tisa zikapatikana labda kilo sabini na moja ni kitu ambacho nitaona kama cha ajabu, na mimi nauhakika mzigo wangu navokaushwa na uhakika na nao. Kwa naweza kusema kwamba kuna uhuni unaotendeka kwenye zao la korosho, kwa sababu haiwezekani mzigo nikapeleka tilipu hii nikaambiwa kwamba bei ya kilo labda ni shilingi elfu ishirini na nane ndani ya wiki moja nakuja kuambiwa kwamba bei ya kilo ni shilingi elfu kumi na nane. Ndani ya wiki moja bei ya kilo ni shilingi elfu ishirini na tatu. Kwa mimi naweza kwamba, Mbunge, nakuomba kwa kwamba katika hili usimamie ipasavyo, kuna uhuni unatendeka juu ya habari ya zao la kokoa. Ndugu yangu ameongelea swala la kokoa, naomba niwambie tulikotoka na kokoa ni mbali sana, tumeanzia kwenye ugomvi tumekuwa tukipigana. Mimi mfumo huu nilikuwa sikubaliani nao kabisa, kwa sababu nilikuwa sioni mwanga, nilikuwa naona watu, wananchi wanaibiwa, nikawa nasema nachotaka, nataka makampuni yarudi. Nilisimama na nilisimamia serikali, lakini taratibu wakaanza kunielewesha kwamba, mbunge, huku tunakoelekea kutakuwa kuzuri. utakapofika mbele na mimi nalinitoma natile mpaka ngete mpaka ka umarikisi Sasa nataka niwatoe hofu juu ya kuibiwa, hamtaibiwa tena. Kuanzia juzi, nilikuwepo Kyela, Kyecu wamenunua vipima unyevu arobaini nimevika tumevikabidhi jana pale, kwa hiyo kokoa zako ukianika usikubali kokoa uwakabidhi bila kujua unyevu wa kokoa hizo uko kiasi gani, kwa sababu kila AMCOS itakuwa na kipima unyevu na imekabidhiwa kipima unyevu. Ndio maana nasema tulikotoka ni mbali, tunaenda mbele. Na ba, bahati nzuri pale pale unapopima unyevu kuna, kuna mizani ya kidigitali mmesikia? Yote kidigitali. E, yani yani, yani, e, e, e, kilo ja kisasa pale pale unapima, na ukipima kama ni kilo kumi, meseji inakuja kwenye simu yako kwamba umepima kilo kumi, hakuna wakuiba na unapewa na risiti hapo hapo. Kwaiyo nataka niwambie tulipotoka ni mbali, sasa tunakoenda ni kuzuri. Ninawaomba, kuanzia wiki hii Kyecu kwenye kila AMCOS wanaleta vipima unyevu na wanakuja na kilo ya kisasa ambayo hapo hapo mkulima unapewa taarifa na unajua kabisa hakuna kurudia tena. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa. Kwa hiyo kwenye kokoa, kwa ninawaomba ndugu zangu, msiwe na wasiwasi tunaenda vizuri na tunaendelea kuboresha na tutaboresha zaidi tutakapoona kwamba haya yanaendelea. Ndugu zangu, sisi ndo wenye maamuzi kwa kuwa sini yetu, lakini kuna jambo lingine tumelisema juzi, ninasumbua sana. Leo elfu kumi na nane kesho elfu ishirini na moja eh, juzi kumi na tisa mara ishirini na nne mara thelathini tumanye liliko hili sasa ndilo ambalo tunapambana nalo, lakini katika kupambana na hilo kia kunao pia wamekuja na mpango. Tunaenda kujenga kiwanda chetu wenyewe cha kufanya nini? Cha kutengeneza eh, product, eh, vitu ambavyo vinatokana na kokoa, bidhaa zinazotokana na kokoa. Kwa hiyo tutakapokuwa natengeneza wenyewe maana yake kokoa itanunuliwa kwa bei kubwa kwa sababu watakao kuwa wananunua ni hapa hapa. Gharama za usafirishaji, gharama ambazo walikuwa wanapelekea nje zitapungua, zitakuja kwetu. Kwa huo ni mpango ambao upo katika zao la kokoa. Naomba niwaambie, tusiache kupanda kokoa, tuendelee kupanda kokoa. Tumetoka kwenye elfu sita elfu saba sasa hivi angalau tuko kwenye elfu kumi na kitu, sio padogo, tukubaliane, sio padogo, lakini sisi tunachotaka iendelee kuwa 30.